asante kwa kuendelea kufuatilia morning tompe tunaendelea hivi mimi ni mercy mwenzangu ni gudapo hongera kwako kwa wewe mstaafu uliye staafu vizuri na sasa hivi unalia kivulini lakini kwa wewe mstaafu mtarajiwa swali ni je unajiandaa kulia kivulini au utabaki kulia juani sema kwa sisi wastaafu watarajiwa eh? sio kwa wewe sema, sema jibu bakinalo kwa sisi, kwa sisi <laughs> sisi wastaafu watarajiwa unajua je kama mi ni mstaafu mtarajiwa

Uh -huh. Utakuwa na, wako, kutuwa, na hivyo, kazi moja tu ya kukutana na wazee wako na kucheza gofu. Ila usipofanya hivyo utakuwa na kazi moja tu ya kutoa laana <laughs> karibu sana Jumatano ambayo tunaangalia maendeleo ya uchumi binafsi siku ya leo. Tumeanza hivyo kwa sababu tunaangalia swala zima la maandalizi mazuri ya kujiandaa kustaafu, ndio yeah. Unataka kuwa babu mcheza gofu kabisa. Ukiwa bibi nakuwa bibi mfanya nini ah hivi kazi bibi ambaye unabusara ni pale yeah, wakina mama anapanda maua bustani mm, za maua shangamara, umekuwa mwenyekiti sijui wawawata <laughs> bibi umekuwa eh, mwenyekiti wa jumuiya. Lakini nikiona <laughs> bibi wanakulaumu wa <laughs> ah, sana anasema bwana huyu mchawi huyu, wanakulaumu basi, jamii pale inakutazama negative, negative sana. Janeth Soka ndiye mkufuzi wetu hapa tano, na tulikuahidi kwamba kila Jumatano tutakuwa tunakuwa naye na anavyoweza kutusaidia kujitengeneza katika uchumi binafsi na maendeleo binafsi eneo zima la uchumi. Karibu sana. Kwa hiyo Janeth, wewe bibi wa aina gani?

Karibu sana bibi msomi <laughs> bibi bibi utakaye kwa, umejiandaa vizuri, sasa kuna, <laughs> e, kuna hili swali. Hili ni swala la msingi sana na tuwakumbushe pia watazamaji wetu kwamba kila Jumatano tumeifanya hiyo Jumatano ya uchumi, kwa hiyo kila Jumatano tutakuwa tunazungumza maswala ya uchumi na hii ni kwa ajili ya kusaidia makundi mbalimbali katika jamii kujua kanuni muhimu za uchumi na fedha, kwa sababu unajua masuala ya uchumi na fedha ni kanuni na hizi kanuni hatuzipati sehemu yoyote lazima tusipate kwa wataalamu mm, na wataalamu wenyewe ndo hawa kina Janeth Soka. Mm. Eh. Na ukikosea tu, eh, kuna namna jibu linakuja negative. Kabisa. Janeth kwa nini eneo hili la kustaafu? Tuli, mm. tunaliangalia leo? Uh, kustaafu ni eneo muhimu sana kwenye maisha yetu kwa sababu mtu yoyote ambaye amepata kazi au anajishughulisha na kitu chochote, hata kuwepo hapo milele, kuna siku tu tunasema kwa, kwa kauli ambayo sio rasmi utaaga mashindano. Kuna mm. siku hautakuwepo hapo, kwa hiyo mm. lazima uanze kufanya maandalizi, ikitokea sitokuwepo, maisha yangu yatakuwaje? mm. na tunavyozungumzia kustaafu, mtu anaweza akaa anajiuliza kustaafu ni nini? kustaafu ni kupumzika, aa, kufanya shughuli fulani, naweza ikawa ni kazi, ni biashara, au ajira rasmi au sio rasmi, na hii inaweza ikatokana na sababu za kiafya au umeamua wewe mwenyewe, au pengine umri kutokana na mujibu wa sheria zilizopo. Na mtu akizungumzia maandalizi ya kustaafu, maana yake ni mipango, mikakati na hatua ambazo mtu binafsi anachukua ili aweze kustaafu kwa ubora, kwa utulivu na amani. hmm. Mm -hmm. Na ni, ni vizuri sana mtu akafikiria kustaafu kwa sababu Uh, kuna aliyewahi kuwa rais wa Marekani wa kumi na sita Abraham Lincoln aliwahi kusema ya kwamba uh, ikitokea nimepewa saa sita za kukata mti nitatumia masaa manne kuandaa shoka au panga langu na masaa mawili ya mwisho ukaa hata huo mti uweze mm. kuanguka. Hii inatuonyesha ya kwamba nguvu ya maandalizi katika maisha yetu, katika jambo lolote lile, maandalizi ndio utumia muda mrefu mm. kwenye maandalizi. Sasa unaweza ukaa huko kazini miaka thelathini mm. unajiandaa kukaa labda pengine miaka kumi, lakini miaka thelathini unafanya nini? Unawekeza wapi? Muda wako unatumia wapi? Fedha zako unaweka wapi? Unategemea una kuishi wapi? Kwa sababu ukishindwa kujiandaa muda huu, hapo mwishoni unaweza ukapelekea kwa sababu ya changamoto stress na kushindwa kujiandaa, unaweza ukapunguza umri wa kuishi, kwa sababu watu wanapata stroke viharusi Mwingine ana ana, ana, yani ule msongo wa mawazo. Mwingine anaamua hata ajitoe uhai na changamoto nyingine, na tufikiru, kwa nini tufikie huku wakati tunaweza tukazungumza na tukajiandaa katika wakati uliopo uliopo. Sawa sawa, umesikia mm -hmm, nguvu <laughs> ya maandalizi lakini, mm -hmm. eh, unaweza ukajiandaa kwa miaka minne mm -hmm. kwa ajili tu ya miaka miwili ijayo mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na tukizungumzia maandalizi, na kwanza kabisa tuanze na takwimu takwimu ambazo zilifanyika na moja kati ya taasisi inaitwa Finscope ambayo ilifanya uh, ilifanya uh, tunasema research, ili, ilifanya research kukusanya data hasa hasa kwenye tabia za kifedha za Watanzania, lakini pia maandalizi ya kustaafu. Je, Watanzania wanafahamu wanaelewa kwamba siku moja watastaafu. Lakini ukiachana na kufahamu na kuelewa, wanajiandaje, wanajipangaje katika maisha hayo ya kustaafu? Na takwimu hizi zilikuwa kama ifuatavyo hmm. Tukianza na asilimia ishirini na nane wao walisema hawana mpango wa kustaafu. Yani kisema asilimia nane, yani inamaanisha kwa mfano, watumia wamekaa hmm. katika watumia watu, watu na nane wakiulizwa, una una, una maandalizi yoyote, wameanza kuchukua hatua gani kuusiana na kustaafu, anaweza kusema kumbe kuna kustaafu Unaamka asubuhi unaamka asubuhi, mimi najua naamka asubuhi labda na, na unajiandaa, naenda ofisini, au unawasha chomo changu cha moto, naenda ofisini, narudi, mm -hmm. familia yangu inaishi, wanakula, wanaenjoi, maisha yanaendelea, kumbe kuna kustaafu. Yani hicho ni kitu kipya kabisa kwao, kwa hiyo walikuwa hawana mpango wowote, hawajajiandaa na hicho kitu kimekuwa kipya. mm -hmm. Na uh, asilimia tunasema asilimia ishirini na tatu. Asilimia 23 wao walisema watawekeza katika kilimo. Na kilimo maanisha yani uh, kulima, kulima na ufugaji. Unaingia shambani. Mhm. Mm, na kwenye kilimo hapo ni kuzuri, lakini tunasema mtu yote ambaye anafikiria kuwekeza kwenye kilimo, jitahidi sana uwe na taarifa za ndani. Tunasema kuna general information specific, na specific. Hakikisha uwe na taarifa za ndani. Ikisema general maana yake taarifa za jumla. Mfano kwenye kilimo wanambiwa bwana Uh, Mkulanga kuna eka ukichukua eka moja matikiti pale kwenye eka moja pale unaweza ukapata matikiti mia moja kila tikiti ukauza elfu mbili ukikalkulate, tunaona kama unapata milioni mbili alafu ukitoa labda gharama za uzalishaji laki sita hapo na 1.4 hiyo ya kwako. Hizo ni taarifa za jumla, lakini ukija taarifa za ndani, kuna jamani, kwenye hiyo mbegu ya kuweka matikiti kuna mbegu zinakubali, kuna nyingine hazikubali. Kuna mbolea ambayo inahitajika, lakini sio hivyo. Kuna wakati haitoi barabara ya kufika huko Mkulanga, inaweza ikawa kuna changamoto ya usafiri ma, mazao yakaharibikia njiani. Hizo ni taarifa za ndani. Kwa hiyo yoyote ambaye anawekeza kwenye kilimo au anafikiria, hakikisha una zile specific knowledge, taarifa za ndani binafsi. Na asilimia 15, walisema watawekeza kwenye biashara. Na, na kwenye biashara maana yake uh, watauza, watanunua na kufanya vitu vyote vya mbadilishano ili waweze kupata fedha. Tunarudi pale pale, hakikisha una taarifa za ndani kuhusiana na hicho kitu. Asilimia mbili wao walisema wanategemea ndugu na marafiki. Ni ile mesi, asubuhi nimeamka eh, leo sijala vizuri, mesi ndugu yangu, naomba unisaidie elfu ishirini. Yaani ndugu na marafiki yeah, kwamba nategemea kuendesha maisha yangu wa. Sasa hiyo inaweza hata kama utaianza mwanzoni watu watakuchoka kwa sababu watu, watu hawezi kukubeba kila siku. Na asilimia nne wao walisema, bwana, mimi nategemea watoto. Asilimia nane mm-hmm, wao walisema mimi nategemea watoto, maanaake ninawekeza nasomesha wakiwa wakubwa, watakuwa na taaluma zao professional Watana, watakuwa wananitumia hela watoto. Ni eh? uwekezaji mzuri yani. Mimi sikushauri kekuwekeza kwa watoto, mimi naweza kusema ni ni ni pata potea hey, kwa sababu unaweza ukawekeza kwa mtoto ukajitoa moyo wake usiwe kama anavyojitoa kwako. kuna watu yeah, wengi wana uwezo lakini hawasaidii vizuri ndugu zao, baba zao, familia zao, lakini wao yeah, wazazi wao wamejitoa sana kwao. kwa hiyo okay, kwa mtu kusema kuwekeza kwa watoto fanya kama wajibu, lakini wewe fikiria namna gani unaweza kufanya, ikitokea hajafanya, pia maisha yako yaendelee kama kawaida. kwa hiyo hao asilimia nne wao walikuwa hawana retirement fund. Yaani hawafikirii kitu chochote kuhusiana na mifuko ile ya kijamii, kwa sababu kuna ile mifuko ya kijamii ambayo watu wanashauriwa, wanasisitiziwa Ha, waweze kuwekeza kwa ajili ya ya ya maandalizi ya kustaafu. So, ukiangalia, ukiangalia kwenye hizi takwimu zaidi ya asilimia sabini mm, utaona watu hawana maandalizi mm -hmm. Zaidi ya asilimia sabini. Manake, na hapo tunaongelea jamii ya Kitanzania. Maanake watu wengi tunaishi kiolela, tunafanya maamuzi na tunaendesha maisha yetu kwa kutazamia tulipotoka na tulipo sasa, lakini hatuangali mm, kule tunapokwenda mm -hmm. Na ukweli ni kwamba kustaafu ni jambo la lazima, utake usitake, kuna siku utakuwa haupo mchezo nini yeah, nifanye sasa nikiwa najiandaa mm, kustaafu? Ah, nini nifanye nikiwa najiandaa kustaafu? Kuna maeneo mengi sana ya kutazama. Kwanza kabisa, eneo la maandalizi binafsi, tunasema jiandae maisha baada ya ajira hii. Tunasema ni kisaikolojia zaidi na unaweza ukawa umeshazoea ratiba zako, unaamka asubuhi saa kumi na mbili, umeshafika saa moja, kama ni bosi ofisini, watu wanakupokea kama ni unacheo, una unatoa, unacommand unatoa maelekezo. Hmm. Kwa hiyo ukishastaafu hayo mamlaka hautakuwa nayo tena, eh, na zile ratiba zako kwenda na kurudi, hizo ratiba zote zinabadilika. Kwa hiyo lazima ujiandae kisaikolojia. Kuna watu wengi wanastaafu, lakini unakuta anashindwa kuipokea ile hali. Ana, ana, inaanza kumuumiza anakuwa na stress kwa sababu hiyo hmm. Na pia jambo la pili, nini nifanye? Maandalizi ya kifedha. Na nikisema maandalizi ya kifedha namaanisha uh, mipango ya kifedha, akiba na uwekezaji, mifuko ya hifadhi ya, ya, ya jamii, lakini pia na wewe kuweka tu akiba yako. Na kwa nini tuweke hapo eneo la fedha? Kwa sababu maisha yanahitaji fedha huko unapoenda baadaye utahitaji kununua na kuuza na kubadilishana. mm -hmm. Eh, eh, lakini eh, nini nifanye? Jambo la tatu nijiandae katika eneo la makazi, wapi nitakaa? Kwa sababu kuna kuna changamoto ambazo zishai kufika katika ah, mm, maeneo yetu kwamba mtu pengine labda anakuwa anaishi maisha ya luxury, alafu mwishoni akipata fedha nyingi anafikiria kujenga nyumba kubwa ya thamani Alafu anajikuta labda mfano anapata milioni mia anajenga nyumba milioni themanini alafu milioni ishirini anashindwa kufanya kitu bora kikamwendesha maisha yake, kwa unakuta ile nyumba anakuja kuiuza baadaye kwa bei ya chini. mm. maisha yake yanateteleka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri kwenye maisha yako ukiwa unafanya kazi ufikirie, mimi nikistaafu nitaishi wapi? Eh, kuna wale ambao wanasemaga wanarudi kijijini. Kama ni hiyo mipango, anza kufikiria mapema. Au kama unatoka nje ya mji, anza kuandaa mazingira mapema, hasa hasa eneo la viwanja. Muda unavyozidi kwenda, Uh, viwanja vinavidi kupanda thamani. Uh-huh. Lakini pia kuna eneo la afya, uh, ni vizuri ukazingatia hapo hasa hasa mambo ya afya. Ukawa na bima ya afya au fedha kwa ajili ya matibabu kwa sababu unavozidi kukaa, tunasema kwa, kwa sababu ya utaratibu wa maisha yetu, uh, magonjwa yasiyoambukiza yanatokana na mfumo wa maisha, yanaongezeka. Unakuta watu wana visukari, wana presha hapo kwenye nyo, eneo la afya, kuna watu sijui hawali chakula fulani nyumbani kwao, kuna mboga ya baba, kuna mboga ya wote mm. Kwa hiyo ukistaafu sasa hivi unaweza kumeneji mboga mbili <laughs> <laughs> ni mfano, sasa hivi unaweza kumeneji mboga mbili, lakini baadaye utakuwa na huo uwezo kama hautakuwa na kazi lakini mm. na vitu kama hivyo mm. na si hivyo tu kuna eneo la sheria eh, sheria na mambo ya mirathi na mpango wa maisha, jinsi utavyojiendesha wewe mwenyewe, kwamba ni wewe sasa utakuwa sterling au utaweka watu, na kama utamweka nani, utamweka mtoto wako yupi na kwa sababu zipi? Haya, hmm. hmm. hmm. Ha, sasa nikitaka kuwekeza ni hmm. maeneo gani ambayo nashauriwa niwekeze nikiwa najianda kustaafu? okay. kama ndio mimi nimesha kubali, maana mara ya kwanza nilikuwa nimekataa kama hmm. staff, lakini hmm. kwa hayo uliozungumza Haya, nimeingia okay, niwekeze maeneo gani, kwenye kuwekeza? Uh, unaanza ukawekeza kwenye biashara na tunarudi pale pale, hakikisha una taarifa za ndani binafsi na kwenye biashara. Unaweza ukauza bidhaa za mtu mwingine, unaweza ukatengeneza bidhaa zako kwa maana labda labda unga sijui keki maboga, sijui vile vitu, au unaweza ukafanya biashara zile za mitandaoni, tunasema e-commerce, au unaweza ukawekeza kwenye real estate eh, majengo. Ukawa labda unajenga unapangisha, unajenga unapangisha, hiyo ndio ambayo wengi eh, wanayo. Hey, yeah. Wanayo, au unaweza ukaweka kwenye mifuko ya uwekezaji ambayo ipo mingi sana, ukiifuatilia utaipata hiyo mifuko ya uwekezaji ambayo kila jinsi fedha inavyozidi kukaa inaongezeka baada ya muda fulani. Lakini pia kuna kilimo na ufugaji, kuna utoaji wa huduma, unaweza ukawa na hospitali, kuna mashule ya wastaafu na vitu mm. kadhaa wakadha. Kikubwa, hakikisha unafahamu ilo eneo ambalo unataka kuwekeza, unaweka jitihada, lifuatilie kabla ya kuanza kuweka fedha katika kipindi hichi ambacho unafanya kazi, ili baadaye kisiwe kitu kipya. Unapoweka fedha uwe na uhakika na eneo lako. hmm. Hmm. Mimi hiyo ya kujenga nyumba na kupangisha, mwenye nyumba mnoko nategemea mama mwenye nyumba, kama huyo akija sasa hapa natolewa ndani. Sisi tunahitimisha na msemo mmoja kutoka kwa mtu mmoja maarufu, yeye anaitwa Benjamin Franklin. Yeye aliwahi kusema ya kwamba kushindwa kujiandaa ni kujiandaa kushindwa. Kwa hiyo kwenye maisha hakikisha una maandalizi ya kila jambo, si kustaafu tu. Chochote ambacho unafikiria kukifanya anza kuweka maandalizi. Eh. Mm -hmm. Mimi wajua ya, yani somo lote limechukua kitu kimoja. Eh. Mm -hmm. Kuandaa vizuri. Ah. Eh, Ili yani, maandalizi yafanyike vizuri. <laughs> Nilikuwa nilikuwa na nilikuwa nilikuwa namuuliza hapa good luck. Sikumbuki kama nilikuwa ni on air, yeah off air, kwamba ni umri gani ambao natakiwa naweza kujiandaa kustaafu. Yaani kuna starting point yani. Ah, ukishapata tu kitu cha kufanya yaani, tu una kazi, una biashara hapo hapo, kwa sababu muda wote kinaweza kikaondoka hapo. Kama hujajiandaa, ndugu yangu, aanze kujiandaa, sijachelewa yes. Yes, lakini bado hey, upo ndani ya wakati. Bado nao nafasi ya kufanya maandalizi Shukran sana Janet kwa kutujuza <laughs> hayo muhimu kwa ambaye anaweza kukufuatilia kwa maelezo zaidi kwenye mitandao ya kijamii na kupataje? Okay. Mitandao yote ya kijamii inatumia jina la Janet Soka, Facebook, Instagram, Soka Janet. Uh, Twitter, uh, kwa maana ya X, LinkedIn na mitandao yote natumia jina la Janet Soka. Jumatano ijayo tutakuwa na somo nyingine bila shaka, mm, na tutapata nafasi ya kuendelea kujifunza kama tulivyokuahidi, kila Jumatano tutahakikisha uchumi wako uh, na familia yako unaendelea kuwa imara. Tunahitimisha hivyo kwa sasa <mucho>